Kijana mdogo na kounam kiti kidogo, lakini ukimpigia simu anajua kupanga, kupanga kazi. Angalia wale wamama wanatembea na, na, na <laughs> <laughs> wote ni wanono <laughs> a <wale omevonu>. <laughs> <laughs> Tutaonana wewe, Sakaja, jipange kwenda nyumbani nyumbani, azubui mapema mapema, utakuwa umeenda nyumbani, hiyo mambo ya mapema mapema. So mimi nataka nishukuru kwa hayo mambo ya Mount Kenya, mjipange huko. Raila Odinga, namalizia kwa ujumbe Raila Odinga, Raila Odinga.

Mimi nataka niambie Ruto, na niambie Wakenya, na niambie Kalonzo, Nuji Muhammad, Wajakoya, Oparanya, Ayanda Njo, shikaneni, mfanye maandamano. Ile kazi Raila alikuwa anafanya, amewajia nini? Kwa nini mwanzo pale tu maandamano?